Fuatacho, ndani ya TV habari. Na katika habari za kimataifa, Rais Embalo aliyepinduliwa Guinea-Bissau akimbilia Senegal. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi. Mimi ni Roman Shirima na sasa tuzitazame habari za kimataifa ambapo tunaelezwa kuwa Rais wa Guinea-Bissau aliyepinduliwa madarakani Umaro Sissoco Embalo amekimbilia katika nchi jirani ya Senegal. Embalo ameondoka baada ya jeshi kumwapisha hapo jana Jenerali Horta Nta Na Man kama rais wa mpito atakayeshikilia wadhifa huo kwa kipindi cha mwaka mmoja. Wakati huo huo, jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ya ECOWAS imesimamisha kwa muda wanachama wa Guinea-Bissau na kutoa wito kwa utawala wa kijeshi kuruhusu tume ya taifa ya uchaguzi kutangaza matokeo ya uchaguzi wa rais uliokuwa na utata. Kwa upande wake Umoja wa Ulaya umeitolea wito Guinea-Bissau kurejea haraka kwenye utaratibu wa kikatiba na kusisitiza kuwa matokeo ya uchaguzi wa rais na wabunge nchini humo yanapaswa kuheshimiwa na pande zote. Idadi ya vifo imeongezeka na kufikia watu 128 kufuatia ajali ya moto katika jengo la makazi katika eneo la Taipo huko Hong Kong, huku idadi kubwa ya watu ikiripotiwa kutopatikana. Katika mkutano na waandishi wa habari, imeelezwa kuwa watu 79 wamejeruhiwa na miili 16 bado ipo ndani ya majengo, huku wengine kadhaa bado hawajapatikana. Kiongozi wa Hong Kong amesema kwa sasa moto huo umeshadhibitiwa kwa kiasi kikubwa huku kikosi cha zimamoto kikitangaza kuwa kinatarajia kukamilisha kazi ya kukagua nyumba zote leo. Haijafahamika mara moja ni watu wangapi walikuwa ndani ya jengo hilo wakati wa tukio. Japo sensa ya karibuni inaonyesha eneo hilo linakaliwa na takriban wakazi 4600. Polisi wamesema vifaa vilivyotumika kwenye sehemu ya nje ya jengo hilo havikuwa visivyoshika moto. Tayari wakurugenzi watatu wa kampuni ya ujenzi wamekamatwa kwa tuhuma za kusababisha mauaji. Raisi wa Ukraine Vladimir Zelensky amesema wajumbe wa nchi yake na wale wa Marekani watakutana wiki hii ili kujadili kwa kina mpango wa kusitisha mapigano na Urusi uliopendekezwa na rais wa Marekani Donald Trump. Wakati huo huo, rais wa Urusi Vladimir Putin naye amesema ujumbe wa Marekani ukiongozwa na Steve Witkoff unatarajiwa kuwasili Moscow wiki ijayo kwa mazungumzo kuhusu vita ya Ukraine huku akiitaka Ukraine kuachia maeneo inayoyashikilia ikiwa inataka kukomesha vita. Aidha, Putin amekanusha vikali kuwa Urusi ina mpango wa kuyavamia mataifa ya Ulaya na kusema kwamba taarifa hizo ni uongo na upuuzi mtupu. Rais Putin amesisitiza Urusi ipo tayari kuhakikisha kwa, kwa maandishi kuwa kamwe haitovamia mataifa ya Ulaya kama sehemu ya mazungumzo ya kidiplomasia. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Roman Shirima, asante na endelea kuwa nasi. Kifuatacho ndani ya TVE habari ni takwimu kutoka wadomita.